Aidha, niwashukuru watangulizi wangu katika nafasi hii ya spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania, hususan Mheshimiwa Dr Tuli Akson, rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, ambaye amekuwa kiongozi wangu akiwa spika na mimi nikiwa naibu spika katika bunge la 12 kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2022 hadi mwaka 2025. Mheshimiwa Dkt. Tulia aliamini, aliniamini na kunishirikisha katika masuala mbalimbali na nilitii maelekezo yake yote ili kuhakikisha bunge letu linatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa kanuni na taratibu zilizopo. Nakushukuru sana Dkt. Tulia kwa mchango wako kwa na mafunzo na elimu ulionipa. Kwa mkutadha huo ninawahidi ni viongozi watakaochaguliwa kuwa wasaidizi wangu naibu spika na baadaye wenye vita wa bunge, kwamba tutashirikiana kuliongoza bunge hili la kumi na tatu kwa kutoa maamuzi ya haki, kuzingatia uadilifu na kutokuwa na upendeleo wowote, kwa kuongoza kwa katiba, sheria za nchi na kanuni za kudumu za bunge kwa vyama vyote vyenye uwakilishi bungeni. Ingawa bado hatuna upande wa serikali leo tunaye mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Hamza Johari ni aidi kutoa ushirikiano kwa serikali kwamba kama bunge tutashauri na kutoa maazimio ya bunge kwa ajili ya ustawi wa wananchi na maendeleo endelevu ya nchi yetu. Namshukuru pia katibu wa bunge ndugu Baraka Leonard na timu yako yote ya watumishi wa bunge kwa, kwa maandalizi mazuri ambayo yametuwezesha leo kuanza kikao chetu cha kwanza cha mkutano wa kwanza wa bunge la kumi na tatu. Kipekee sana nawashukuru wananchi wa jimbo la Ilala kwa kuniamini na kunichagua kwa mbunge wao kwa kipindi cha tano sasa. Nawashukuru sana kwa heshima kubwa mlionipa, hakika ni deni kubwa sana kwenu. Wema hulipo kwa wema. Na ushukuru sana uongozi wa CCM mkoa wa Dar es Salaam na wilaya ya Ilala pamoja na viongozi wengine wote kwa heshima kubwa alionipa na ushirikiano unaoendelea kunionyesha. Mwisho lakini si kwa umuhimu, naishukuru familia yangu, imesimama na mimi katika nyakati zote. Dua zenu, upendo na uvumilivu wenu vimenibeba na kulifanya kuendelea kwa kwa imara katika kuwatumikia wananchi wa taifa letu. Waheshimiwa wabunge wateule, muda mchache ujao mnaenda kuwapa kiapo cha uaminifu. Nawapongeza sana kwa kuaminiwa na kuchaguliwa na wananchi ili kuwakilisha bungeni bunge, bunge, bunge. Kwa pamoja tushirikiane ili kulinda imani hiyo kubwa tuliyopewa na wananchi. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza.